Nakushukuru sana Kristo Yesu kwa ajili ya wema na fadhili zako, umetuleta siku ya leo tena kukuabudu. Tupe nafasi nyingine kunyenyekea miguuni pako. Mguso wako wa Roho Mtakatifu utende kazi ya ajabu ndani yetu, utubadilishe, utuokoe, ututakase. Tunanyamaza kimya, wewe usinyamaze ndani yetu, katika jina la Yesu, amina. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Amen. Naam, tusikilize fungu kuu katika vitabu viwili. Kitabu cha kwanza ni Samueli wa kwanza 16, 17 mstari wa 45. Neno la Mungu linasema, ndipo Daudi akamwambia yule Mfilisti wewe unanijia mimi na upanga na fumo na mkuki bali mimi ninakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi Mungu wa majeshi ya Israeli uliowatukana. Fungu la pili ni katika kitabu cha Zaburi sitini na mbili mstari wa nane. Neno la Mungu linasema, enyi watu mtumaineni siku zote, ifunueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu. Bwana awabariki. Basi tusimame kwa furaha, wimbo wetu mkuu namba 69, tuimbe pamoja, wimbo namba 69 ao vidogo